Oh, uh, Watanzania nataka mjionee wenyewe. Okay. Hey, tumefika hapa ubalozi wa Tanzania wamepaki magari mawili mbele ya ubalozi ili kusudi tusipate nafasi ya kusimama tunavyoandamana. Hii ni gari ya ubalozi unaona? Namba za kibalozi yeah, wame wamepaki magari mbele na hawajawahi kufanya hivi, paki ziko nyuma, ndio mjue hawa watu wana wanaleta ubabe kila sehemu, sisi tuta tutafanya video hii, tutawakumbuka watu walio uh, uwawa na Samia Suluhu Hassani na genge lake. Tutakuwepo hapa, wameweka magari hapa iksutushindwe kukaa hapa, ni mbele ubalozini, mlangoni, wameweka magari, tutakuwepo hapa. Magari ya ubalozi magari yetu yana namba za ubalozi, wamefanya makusudi wameweka magari mbele ubalozi ya ubalozi hapa, ili kusudi tushindwe kusimama kwamba sideway, na polisi wakija, tutawaambia ili kusudi wayatoa wa ya magari wayachukuliwe, ila tunagundi taweka yeah. Kenya wamekuja kutaonyesha solidarity, Waganda nao watakuja kutaonyesha solidarity. Tupo na Watanzania hapa, tunaanza sasa hivi, ni saa tisa kasoro tunaweka vitu vyetu hapa. Stop enforcing appearances, you cannot stop us. Yeah, mkaweka na, yeah mnaweza mkaweka. Oh, uh, Watanzania nataka mjionee wenyewe okay. Hey, tumefika hapa ubalozi wa Tanzania wamepaki magari mawili mbele ya ubalozi ili kusudi tusipate nafasi ya kusimama tunavyoandamana. Hii ni gari ya ubalozi unaona? Namba za kibalozi ya yeah, wame, wamepaki magari mbele na hawajawahi kufanya hivi, parking ziko nyuma, ndio mjue hawa watu wana wanaleta ubabe kila sehemu, sisi tuta tutafanya video hii, tutawakumbuka watu walio uh, uwawa na Samia Suluhu Hassani na genge lake. Tutakuwepo hapa, wameweka magari hapa ili tushindwe kukaa hapa. Ni mbele ubalozini, mlangoni wameweka magari, tutakuwepo hapa. Actually, magari, magari ya yeah. yeah. hey, yeah. ubalozi. hey, yeah. magari yetu yeah. yana namba za ubalozi, wamefanya makusudi wameweka magari mbele ya ubalozi hapa ili kusudi tushinde kusimama kwamba sideway. Na polisi wakija, tutawaambia ili kusudi wayatoa ya magari wayachukuliwe, ya yeah. Yeah, tunagundi, yeah. Kenya wamekuja kutaonyesha solidarity. Waganda nao watakuja kutaonyesha solidarity, tupo na Watanzania hapa. Tunaanza sasa hivi ni saa tisa kasoro tunaweka vitu vyetu hapa. Stop enforced disappearances. You cannot stop us.